Tuelekee kaunti nambari 15 ambapo vikundi zaidi ya 20 vya wakulima kutoka kaunti ya Kitui vimepewa ruzuku ya zaidi ya shilingi milioni 15 na serikali ya Kitui ili kuviwezesha kuunda mashirika ya akiba na mikopo. Akiongea wakati wa kutoa pesa hizo, waziri wa kilimo wa kaunti hiyo, Steven Mbaya Kimweli, amewahimiza wakulima kujiunga na vikundi ili wapate usaidizi kutoka kwa serikali. Tumawapatia shilingi 777000 kwa hii sacco lakini sacco zote zikuwa 20 kaunti yote, tumepatiana 15 milioni zitawezesha. Tunawashikilia hawa wakulima, tukiingia katika hizi sacco, tutakuwa na nguvu ya kobagain, tutakuwa na nguvu ya kutafuta masoko. Na washukuru wa waofisa wetu wenye wamekuja kutuletea cheki siku ya leo. Wamehimiza wanayudhi waweze kujiunga na hii e, mradi ya ukulima. Na Wakenya wame